Mpenzi subscriber. Karibu tena kwa channel hii ya jeshi la mtu mmoja. The One Man Army TV. Hiki ni chombo chako. Asante sana kwa wale ambao kwamba wamesubscribe na wanafuatilia channel hii ya The One Man Army TV. Mpenzi subscriber. Niliwaambia niliwaambia, I told you people ya kwamba Marekani na Muisraeli hawaaminiki, walikuwa tu wanataka kutoa mateka tu kule Gaza, alafu waregee kuwamaliza Hamas na kuwatoa Wapalestina na kuchukua eneo hilo liwalo na liwe. Mpenzi subscriber na nilisema walikuwa wametega Hamas katika hizo vitu zote, hiyo matakwa zote walikuwa wametega Hamas kwa kurudisha mili ya Waisraeli waliouawa kule Gaza, kwa sababu kupata hizo mili na kukiwa na vifusi vikiwa juu, ghorofa zilivunjwa, majumba yalivunjwa, mabomu yalipigwa, hiyo eneo anyway, ya Gaza ikawa tambarare. Unajua, Gaza ilikuwa na ghorofa, manyumba mazuri, barabara nini, mtaa nzuri, lakini Israeli iliharibu hiyo mahali mpaka ikawa haijulikani barabara hipi, mtaa hupi, hupi ni hupi mahali hipi, ni hipi mahali fulani, kulikuwa wapi watu. Hata mpaka saa hizi watu wanatafuta nyumba yao zao zilikuwa upande hipi. Milioni za vifusi, kwa kizungu naita debris, zimejaa na imefunika kila mahali sasa. Kupata hizo mili na kujua mahali gani hizo mili zipo, Hamas imewashinda na Maisraeli na Marekani walijua hapo ndio watawashika Hamas kwa kisingizio ya kwamba hawajatimiza masharti ambayo kwamba iliwekwa kwa katika mkataba kati ya Hamas na Israeli. Hakuna siku muisraeli atakaa vyombo vyake vya vita vikiwa vimewekwa kule, hazitumiki mabomu zimewekwa kule, havitumiki zimehifadhiwa, kwa store havitumiki, silaha zao hazitumiki. Israel inaishi katika maisha ya vita wa kila wakati. Marekani inaishi katika maisha ya vita kila wakati. Kwa English we say they are striving on violence and killing and murdering. Wanwana maisha yao yote ni mauaji, uharibifu, kuganganisha, kutawala, kujipiga kifua. Hiyo ndo maisha ya Mwisraeli na Marekani. Marekani ni Mwisraeli na Mwisraeli ni Marekani. Na wakati walikuwa wakiongea kule, kule Misri, kulikuwa kuna ile mkataba, sherehe ilikuwa ni kubwa nchi za Kiislamu na za Kiarabu na nchi zengine eh, nchi za Magharibi na Marekani walihudhuria hapo, ilikuwa ni sherehe kubwa kule Shama al shek. Lakini Waarabu na Waislamu ambao kwamba walikuwa wako kwa, wako kwa hiyo mazungumzo kwa mfano Uturuki, Misri, Qatar na wengine, je, hawakuona kwamba hicho kipengee kitakuja kuleta matatizo? Kwa nini Israeli na Marekani walisema lazima matekwa zao wote waachiliwe? Kwa nini Waarabu pia naye na Wapalestina hawaku dai pia mateka wao walioshikwa karibu elfu kumi pia nao wawachiliwe. Wale wa Palestina wako pale, hiyo namba moja na mbili, waliouawa hiyo miaka na mikaka, pia wawachiliwe wao pia waweke masharti yao. Lakini sasa pale wameenda, wanakunywa kahawa, wanacheka, wana, wanapiga dili, wanapiga dili, alafu Marekani na Israeli ndio wanaweka masharti yao ambayo masharti ni ngumu kweli kweli kwa, kwa, kwa, kwa Hamas. Hamas wanaweza kutoaje hao watu? na Israeli imekataa mashini eh, matrakta na wamekataa muda, wanasema tunataka haraka haraka leo leo leo leo. leo. Kama hamjafanya hivyo mtakuwa me, me, me, mmevunja mkataba. Hamas ilijaribu na ikapata mili kadha ikapeleka miili kadhaa, mbili zilienda, lakini zikakataliwa kwa sababu wanasema walipochunguza wakakuta hiyo si miili ya Waisraeli. Ikarudisha M karibu miili kumi na zimebaki ambayo kwamba Hamas hazijapeleka. Hamas wanasema hizo miili, hatujui ziko upande gani, kwa sababu ya vifusi tunapata shida ya kuchimba. Uturuki na Misri wakapeleka mashine kubwa za kufanya hiyo, na wanafanya polepole, maanake kuna mili za wapalestina waliopigwa waliouawa na mabomu. Unajua, kuna watu waliuawa kwa manyumba, wapi wapi wapi. Sasa hii inataka utaratibu, mili zimeoza, mili ziko mifupa eh? Sasa utoe mwili, upange upange, ufanye nini, uchimbe, na uchimbe na, hiyo na, vifusi viko chungu nzima, inataka muda sasa kisingizio ya Waisraeli na Marekani ya kutaka miili zao kwa haraka haraka, hiyo si jambo rahisi, jambo gumu kabisa. Na hapo ndio walishika, waliwabana ndugu zetu wa Palestina, Waarabu na, na wale ambao kwamba walikuwa wako kule ama nchi ya Uturuki na Misri ama kwamba wako huko wakichimba, walirudi nyuma. Baada ya Marekani kusema jana ya baada ya Benjamin Netanyahu kutangaza kwamba, wakati wowote ameamuru ndege za kijeshi ya Israeli ianze kupiga hiyo sehemu kwa sababu ipige Gaza kwa sababu Hamas imekeuka mkataba mmoja ya kurejesha miili ya, ya Waisraeli. Sasa usiku ndege zilishambulia Gaza tena. Ndege za kijeshi ya Israeli imeshambu inaendelea kushambulia Gaza. Mamia ya raia wameuawa. Wengine wamekwama kwa vifusi chini, majumba yangi yale alikuwa amebaki, watu wamejificha chini, wale ambao walikuwa wanatafuta makwao wakapata nyumba imekaa hivi eh? Yeah? wakajificha waka, waka kule wakipika chakula, mara ghafla vinguma vingumabomu ikaanza kuwapiga, yeah? Sa hizi vile tunavyoongea, kuna maafa yanaendelea kule. Vita tayari vimeanza vimezuka. Kwa hiyo kwangu mimi ninaona Israeli na Marekani walikuwa wamewekea Hamas mitego, hmm? Israel na Hamas, Israel na, na, na, na Marekani, si Hamas, Israel na Marekani walikuwa wamewawekea Hamas mitego. kumbuka, Benjamin Netanyahu anakabiliwa na masala kadhaa katika hiyo inchi, kwanza ni ufisadi, kesi ya ufisadi, pili Upete, utepetevu kwa maafa um, kwa iliyotoka ili um, uh, tarehe saba Oktoba. Sasa kwa hiyo hiyo kesi ziko kotini na katika sheria ya, ya, ya Israeli nchi ukiwa na vita kesi haiendelei, hm? ushaona <laughs> sasa Benjamin Netanyahu anatumia hiyo ili kukaa madarakani, kukaa madarakani. Jambo nyingine, magazeti ya kule Israel na Uingereza na Marekani ilisema kwamba walioshinda kwa hiyo vita, ili vita simamisho, walioshinda ni Hamas <laughs> kwa sababu Israel haija haijafikia malengo yake kule Gaza hayo malengo nimeyazungumza katika video. Jaribu utafute video, utaipata kule. Sasa kwa hivyo, hiyo kipengele ki ilikuwa imewekwa pale ni kusudi Israeli iende kule ndani iwamalize Hamas, wafukuze wa Palestina na kuichukua sehemu hiyo, wakisaidiwa na Marekani. Saa hizi vile ninavyoongea, mpenzi subscriber, Israeli imetangaza kuanzishwa eh, mashambulizi ya makombora na mabomu na maroketi dhidi ya Hamas. Haijulikani wale raia wa wa Misri na Uturuki ambao kwamba walikuwa kule wakishughulika kutoa zile vifusi zimewamepotelea wapi? Nchi mmoja tu ya Uturuki ndio imelaani, lakini hakuna action. Unajua nchi zetu hizi za, za Kiarabu na Kiislamu hizo wamekuwa vibaraka midomo midomo midomo mikasheshe mingi lakini hawana action. Eh, sasa angalia waraia wameanza, wameanza kuuawa kule kule kule Gaza hmm? Mpenzi subscriber, wasemaje kuhusiana na tukio ambao kwamba limetokea? Mimi yangu hivi nasema, nasema ile sherehe ilifanyika kule Shamal Sheikh, eh, wale viongozi wakakwenda kule wakasherekelea kwamba amani imepatikana. <todit> Watatuambia nini, watatuambia nini, watatuambia nini watatuambia ulimwengu nini? Na Hamas watapata wapi vifaa vile ambao wanazihitaji ili kutoza umili? Hiyo ilikuwa ni mtego, eh? Ndugu zetu hawa wameenda wakawauza wenzao. Wacha tuone itakuwaje, tukae hapa hapa. Mimi ni The One Man Army TV, nitakuja na video nyingine, asanteni.